Habari wa klabu ya Yanga na alitakiwa adili na Yanga yake. Yanga ina matatizo chungu mzima, unaelewa. Mfano latest tatizo lao latest kabisa ni ishu ya Azizi Ndambwile ambaye alikuwa anawadai Yanga, unaelewa. Alikuwa anawadai Yanga mpaka mpaka jana ile, alikuwa anawadai na juzi, namaanisha hmm, alikuwa anawadai na yeye alitakiwa sasa adili na matatizo yaliyopo ndani yake kwa sababu ile nguvu ambayo wanatumia unajua, unajua kwa nini anaanza kuzungumzia mambo ya basi na nini na nini, ambayo si sidhani kama ni sehemu ya kazi yake, ni kwa sababu uh, anajaribu, ku, kuhamisha ajenda, anajaribu kuhamisha propaganda eti ionekane kwamba Simba sijui kuna ahadi hazijatimizwa na vitu kama hivyo, na ni jambo ambalo sidhani kama kuna mashabiki wa Simba wanaumia nalo. Yeye anachojaribu kufanya ni kuhamisha kutoka kwenye ajenda ya Azizi ya Ndambwile ambayo walikuja kumlipa pesa zao pesa zake na kumuwekea kwamba ushahidi upo, by the way kwamba walikuwa wali, wali, wali, wali wanamlazimisha aseme kwamba tushakulipa katika siku ambayo tayari madai ameshakuwa filed, si nanielewa? Kesi ishakwenda kwenda mpaka TFF, yeye ndo akalipwa, alafu akaambiwa, dogo, futa kesi, unachafua taasisi. Sasa hivyo vitu vikoje? Umeelewa? Hmm. Alafu baada ya hapo wakaanza kufanya sasa na kingine katika hayo hayo madai wamekuwa na mwendelezo wa kukejeli na kutoheshimu wasimamizi wa wachezaji, si unanielewa eh? Na wakaenda kumkejeli mpaka yule eh, wakala wa ambaye ana leseni ya FIFA ambaye ndo anamsimamia yule Azizi ya Ndambwile, na kuendelea kama kawaida yao kuita mawinga nini, kitu ambacho hata kipindi ambacho Clement Mzizi anapata ofa nje walimuita Justin Jasmine Raza winga. Kwa hiyo wameendelea na zile mambo yao ya kukejeli, kejeli watu kutoheshimu wale wasimamizi wa wachezaji na nafikiri wasimamizi ambao wanajielewa ma professional watakuwa wanaona kwamba Yanga pengine si sehemu rafiki kwao kupeleka mchezaji, kwa sababu treatment yao inakuwaga kidogo changamoto. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nikijibu swali lako ni kwamba kuanza kuzungumzia eh, mambo ya Simba sijui Simba sijui basi lao limefanyaje sijui nini alafu una una una unaacha una una mambo ya msingi ya klabu yako yanayopitiwa ikiwemo mambo ya madai na vitu kama hivyo na mambo mengine chungu mzima yatazidi kuibuka hapo katikati. Mimi nafikiri ni kukosa tu uweledi na, na na na na kutokuwa na, na kutokujua majukumu yako. Maana yake pengine inawezekana hajui majukumu yake, kwa hiyo ange, ange- stick na na na, na mambo yanayomhusu kuhusiana na, na, na, na basi la Simba. Mimi sipo kwenye nafasi sasa ya kusema basi limefanyaje limefanyaje. Ambaye ana wajibu wa kuzungumza hayo yupo ambaye ni Jairuti mwenyewe ambaye ndo alitoa hizo ahadi. Simtetei wala sipo, sisemi kwamba ataleta au haleti. Yeye ndo anajua nini kimekwamisha mpaka sasa hivi alijaja, lakini yeye alikamu hali muhusu ah, alisema pale kwamba mambo ya usafirishaji kwa sababu basi alipai, eh, lazima lije hapa na Aidha kwa ndege ama kwa meli zile, hmm. vitu kama hivyo, mambo shipping ya shipping kwa meli akapigilia, yeah, yeah, akapigilia msumari pale kwa mambo ya shipping, mambo ya ya shipping shipping, of course yeye yeah, yeah, ndo anaijua zaidi, kwa sababu mimi sijawahi ku export kitu chochote kutoka nje ku- sio ku export ku import, kununua bidhaa nje na kuileta nchini kwa usafirishaji, sijawahi kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo kama amesema hivyo, basi uko sahihi. Sasa huyo huyo Alikamwe alikuwa anataka nini? Yeye alikuwa anataka yeye, basi linamhusu vipi? Yani sijaelewa ye, ye, anachodai kwamba muda umepita, ye, ye, muda ni Oktoba, kwani wakati eh, Jairut anaweka hiyo ahadi, yeye alikamwe alikuwepo pale? Alikuwa alikuwa, alikuwa, alikuwa sehemu ya watu ambao wali walikuingia wali ile agreement ya muda gani, basi lije ma makabidhiano ya basi yaweje, makabidhiano ya, ma, ya ya malipo ya, ya ya kimkataba yaweje, yeye ya Ali Kamwe alikuepo au alikuwa miongoni mwa viongozi ambao alikuwa sehemu ya hiyo mkutano alikuepo? Sasa kama hajakuepo, yeye anahusika vipi pale? Yani sielewi, huyu Ali Kamwe anataka ya nini? Yani sielewi, yani yeye ya alikuepo pale. Sasa kama hukuepo, unataka nini? Kwa sababu ana Simba mimi sioni kama wame mimi sijaona mwanasimba yeyote kazungumzia swala la basi. Kwani kuna siku umesikia timu timu basi la, la timu limeharibika au wachezaji wameshindwa kufika uwanjani kwa wakati, kwa sababu basi lao lilikuwa bovu au nini, au labda kuna, kuna kipindi ambacho ishai kuonekana kwamba labda kuna changamoto ya usafiri kwa, kwa katika klabu kubwa kama ya Simba? Sasa kama hakuna, yeye anaumia nini na yeye anataka nini kwa, kwa, kwa Simba? Kwa hiyo mi nafikiri yeye stick na matatizo ya timu yake, wadai wa, wa wamlipe wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Azizi ya Ndambwile, na kama wamemlipa basi wa, wasiwe wa, wana tabia ya kuchelewesha chelewesha malipo na kuanza kushambulia waandishi wa habari, wamemshambulia Nasibu Mkomo, wamekuja wamemshambulia Farahani, yani wana mambo yao, yani yale ya mara siku wamemwekea taarabu, niona wamemwekea taarabu. Si yule Nasibu Mkomo, si umbea umbea au nini? Mipasho, mipasho. Ni mimi nafikiri kwa klabu kubwa kama ya Yanga sio, ni kama ina, ina mantiki, umeelewa? Eh, unatakuwa uwe soja yani, unatakiwa uwe soja muda mwingine, acha mambo ya, mambu ya mambu sijui taarab taarab nini? Wewe ni wewe ni mtu mkubwa, unasimamia klabu kubwa, una nafasi kubwa kwenye jamii, una hadhi kubwa. Sasa unavyoanza un, kufanya vitu kama hivyo, maanake inakuondolea ile credibility kwa wale watu ambao wanakuheshimu. Hata katika hao hao watu wa Yanga, mimi naamini kuna watu wazima wengi tu wa Yanga ambao wanajielewa, wamesoma. Achana na wale mashabiki gunia wale, ambao wao kila kitu wanasupport tu mradi jambo lao basi. Achana na hao ambao ndio wao wanatukana tukana kwenye mitandao, wao ni bushit tu lakini mi nazungumzia wale mashabiki ambao wanajielewa, wanaona kabisa hii staili ambao wanafanya nayo kazi sio nzuri. Itawagombanisha na watu wengi sana, itawagombanisha na wasimamizi wa wachezaji, itawagombanisha na watu wa karibu na wachezaji, kwa sababu hizi eh, hizi hizi tabia za ku, uh, insult watu ambao wanasimamia wa wachezaji haijaanza leo, hata kwa Fei Toto ilikuwa the same wali shambulia mpaka mama yake, nafikiri inajulikana, walimwahi kumwita Juma Mgunda andazi. Yani, kuna mambo chungu mzima ya ajabu ajabu ambayo yanatokea katika idara yao. Sioni kama ni, ni tija, umeelewa? yeah kwa hiyo yeah. yeah, uh, atulie, alikamwe basi, alimuhusu kama, of course labda alichangia, kama alichangia fresh anaweza kudai, lakini kama hana tashin kumi yake alioweka, atulie basi, likija wat, wana simba watapata as long as long Mwenye ahadi bado yupo na bado anaendelea na yupo kwenye harakati za kutengeneza jezi zingine za msimu kwa ajili ya Champions League. Basi anaweza akatimiza ahadi yake muda ambao atakuwa tayari yes. Eh, hiki ambacho kinafanyika kuizungumzia Simba kutoka upande wa pili ama wakati mwingine pia hii, kwa namna gani inawezekana labda inaidhofisha Simba ama inazidi Simba, ama kuibrand Simba? Ah, kwa sababu hii itaidhofisha kwa kipi ndugu yangu yes, kwamba kuna yes, vitu haviko yes, sawa kuidhoofisha ni vitu vya kiutendaji ndio itaidhoofisha Simba. Kwa mfano e, timu haijalipa mishahara, si umenielewa? Sasa kweli Jean Chalea huwa aanze kulalamika eti simba haijaleta basi <laughs> inawezekana, lakini wachezaji wanalalamika vitu vya kiutendaji. Kwa mfano, mtu hajalipwa mshahara, kina Azizi Ndambwile, si analalamika? Hiyo ndio ina affect nini kile kitu na hata mahusiano. Inawezekana hata hiyo issue ya madai tu ya Azizi Ndambwile ikaja ikaleta mahusiano mabovu siku za usoni baina ya um, mchezaji na management ya club. Inawezekana kabisa ndio vitu ambavyo vinaaffect. Lakini eti basi sasa, hata kama yakisema basi siyo limefanyaje, then what ye, sijajua analenga nini, lakini haiwezi kuaffect utendaji wa timu automatically kwa sababu wachezaji sio kitu ambacho kinaweza kikawasumbua, kwa sababu basi zuri la kuwapeleka kwenye kwenye mechi wanalo, accommodation za kila aina ambazo zinastahili zina kup, kupatikana katika klabu kubwa kama Simba inapatikana kwa sasa. issue ya, ya ya basi sio ni kama ina mashiko zaidi zaidi tu inaonyesha kwamba ni ni, ni, ni, ni kwenye kwenye kwenye kwenye vichwa vyao Simba ipo inakaa na bila kodi, umeelewa? Kwenye vichwa vyao Simba inakaa bila kodi, yaani muda wote wanaiwaza Simba. Wakikaa ofisini kwao, inawezekana mazungumzo kumi nane yanahusiana na, na Simba jambo ambalo sio baya kwa sababu Simba pia <laughs> inazungumzika ina, nafikiri hata nyewe vyombo vya habari wenyewe mna enjoy habari za Simba, nafikiri na, naona kabisa eh. Sasa Yanga pale mm, um, watazungumza nini ili kiende? Kwa hiyo of course wakikaa ndo hivyo, kwa sababu wale vijana wakikutana wakina nani wakina nani wakikaa kwenye meza oh, tuongee hivi kuhusu Simba kesho. Oh, tumtumie yule aongee hivi kuhusu Simba ah, tumtumie huyu tumtumie yule anayevaa jezi zao za Simba aongee mabaya kuhusu Simba Well, uh, yaani hivyo, mara wamemchukua, alafu watu wenyewe wanaochukua, by the way hawana hawana zile hoja nzito hawana strong reasons za kutetea taasisi kwao, wao ili mradi tu mtu ana confidence anaongea, ana, ana punch, wanamchukua wanamtumia kwenye mambo yao whatever. Sasa sioni kama <laughs> sioni kama itawapeleka kokote.